Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 25, siku ya Jumatano. Mada inasema kukauka kwa Frati. Mojawapo ya uimara wa Babeli ilikuwa jinsi mto Frati ulivyotiririka chini ya kuta zake na kuupatia mji huo maji bila kikomo. Pia ulitokea kuwa udhaifu wake. Nitocris, malkia wa kale wa Babeli, alijenga boma la udongo kando ya mto ili kulijenga kama njia ya kuingia mjini, na katika harakati hizo aligeuza mto huo kuwa kinamasi, ili kuhusuru wafanyakazi kufanya kazi, kazi kwa raha. Koreshi alitambua kwamba angeweza kufanya jambo lile lile, kukausha mto Frati, kiasi kwamba angeweza kupitisha askari wake chini ya ukuta kwa uhuru. Akiwa ndani ya kuta za mji alikuta kuta za ulinzi zilizofuata baada ya mto kuingia mjini hazina ulinzi na mji ukaanguka kwa usiku mmoja. Mwanahistoria wa kale Myunani hedo Herodotus anatuambia kwamba wale walioishi katikati ya Babeli hawakujua kwamba viunga vilikuwa vimeangushwa, kwa kuwa ulikuwa wakati wa sikukuu na wote walikuwa wakicheza na kujifurahisha katika anasa. Je, kunaweza kuwa na shaka yoyote kwamba hii ni siku kuu ile ile kama inavyoelezewa katika Danieli sura ile ya 5. Soma Danieli sura ya 5 ya 18 hadi 31 na Ufunuo sura ya 16 ya 12 hadi 19. Unapata ufanani gani kati ya baadhi ya mapigo ya Ufunuo na kisa cha anguko la Babeli? Katika kueleza jinsi ya kutambua ishara za nyakati Yesu aliwaonya wanafunzi wake, kesheni basi kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Mathayo sura 24 aya 42 na 43. Kama vile katika anguko la Babeli, Kutokea kwa ghafla kwa Kristo kutaishangaza Babeli ya kisasa. Haihitaji kuwa hivi hata hivyo. Tumepewa ushahidi wa kutosha wa kuja kwa Yesu upesi katika wingi wa unabii wenye maelezo ya kina. Ulimwengu hautashtukizwa kwa sababu tu haujui kile alichotabiri Mungu. Utashtukizwa kwa sababu umechagua kutoamini kile Mungu alichosema kitatokea. Soma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 16 aya 15. Hata katikati ya maonyo haya ya wakati wa mwisho ni ujumbe gani wa injili unaopatikana humo? Inamaanisha nini kutoenda uchi? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni siku ya Jumatano,